Wakulima wa miwa kutoka eneo bunge la Bumula katika kaunti ya Bungoma sasa wanaitaka serikali kuingilia kati na kutatua zogo linalokumba sekta hiyo. Hii ni baada ya kituo cha kupima uzani wa miwa eneo hilo kufungwa ghafla. Sisi kama wakulima wa Bumula, hii buying center ilichengewa na director Atson Lusaka, ndiye alikuwa director wa moku. Na akaonelewa wakulima wa Bumula wanaumia sana. Tulikuwa tunapeleka miwa Mumias. Na hiyo miwa yetu vile ilikuwa inaenda Mumias, njiani tulikuwa na pojas. Walikuwa wanaipa miwa na sisi tulikuwa tunapata mambo inaitwa madiaris. Na director akasema hapana, watu wangu hataendelea kuumia. Akatujengea hii way bridge hapa. Na akasema hata kama nimeenda, nimekufa, nyinyi mtasikia matunda yangu. Na sisi tukampea support na akatuletea hii way bridge. Sasa hii weighbridge ni mali ya Mumias. Wakizungumza na wanahabari, wakulima hao wenye ghadhabu wanadai kuwa kuna mbinu ya mwekezaji mmoja wa kibinafsi kutaka kuwakandamiza na kuwashurutisha kupeleka miwa yao katika kiwanda cha Nzoia, hali wanayosema huenda ikalemaza juhudi za kilimo eneo hilo. Mimi nalima miwa, napeleka Bumula. Weighbridge ni karibu sana, nachachiwa pesa kidogo sana Hasa na shanga wanakuja kufunga mlango ya Way Bridge eti kwa sababu ya Rai. Rai ametokea wapi? Hapo nyuma Mumias walipofunga ni kampani yao. Tuliteseka na West Kenya. Wengi tulingoa miwa. Tuliangaika na miwa tunangoa. Mumias imekuja, tumelima miwa, tena Rai anakuja kutuangaisha. Ametokea wapi? Ni sisi wakulima tunalima miwa, wamama tunakunja mikongo tunalima. Rai ametokea wapi? Ametusaidia wapi kulima miwa ndio bosa afunge Way Bridge? Tumeteseka sana. Haki yetu wa, nini, rais atusaidie, atusimamishe kwa sababu ya weighbridge ya Bumula. Bumula haitoki hapa, haiendi huko Nzoia. Wakulima tumekataa, ama aje nipo umekataa, haiendi Nzoia. Tunapaki Bumula. Miwa inaenda wapi? Mumias. Tumekubaliana farmers wote, miwa inaenda wapi? Mumias. Hali ambayo imekuwa hapa Bumula kwa weighbridge hii buying center ya Mumias. Kama wakulima tunasema eh, Jude Chesire acting CEO wa Sugar Board amekosea maana hatujapata court order ambayo imetoka kule yenye naruhusu sisi hii buying center ifungwe. Second, Rai ana mchezo na ameanza mchezo huu akiwa na haki ya kwamba atafungia Mumias. Alikimbia Navakholo akasema Navakholo sub county iende juu, akakimbia Bumula, amesema Bumula sub county irudi juu. Sisi kama wakulima tangu jadi miwa ikiingia huku tumekuwa tukilima na Mumias. Hatutaruhusu rai kama universe ambayo imekuja Nzoia tuchukue miwa yetu tupeleke kule Nzoia, maana sisi tunalima na Mumias. Kitu cha kwanza, Mumias iko na bonus kwa wakulima. Kitu cha pili, Mumias ina judge jini sana kwa upande wa, wa, transport, wa transport, hatuwezi peleka Nzoia. Ukienda Nzoia, nyuklia imekwama ameshindwa hata kuinua saa hizi Amefunga Nzoia, anapepa miwa mpaka naitiri. Sisi hatutawe sana na Rai, tunasema ya kwamba kama wakulima wa Mumia, wa Mumias kutoka Bumula sub county tunapeleka miwa yetu yeah. mumias wanasema tangu jadi wamekuwa wakipeleka zao lao la miwa katika kiwanda cha Mumias baada ya kupimwa katika kituo hicho na kwamba kufungwa kwake ni hujuma ya kibiashara, na watu wa Bumula hii kuanzia muanda huko walikuwa wanapeleka miwa yako Mumias. Mm. Miwa yako ilikuwa inaenda Mumias. Yeah. Hii way bridge hii, imejengwa na ushuru wa watu wa miwa wa Bumula hii. Mm. Yes. Yeah. Hapa anajua. Mm. Yeah. Na tunataka hii way bridge ibaki hapa kwa sababu, one, itasalisha kazi. Yeah. Kiti ya pili, itasaidia mkulima kujua amepata tani ngapi. Yes, yeah. Yeah. Yeah. Mali ya wakulima ya Bumula hapa upeleke huko Mumias, huko siji wapi, huko hapana. Yeah, yeah. Sasa watu walikuwa nafanya zoning, Watu wa Kenya Sugar Board nawaomba, saa hii tukiwa hapa mm. na wakulima mm. hapa wakuja hapa, waulize maoni yao, because kama hai, PC nataka kufanya boundary mm. na wakulima wengine mm. ya miwa ya Bumula ama ya Mumias na Nzoia ama ama the lower side, ama the upper side, na itakane yaanzie mahali fulani ifikie mahali fulani. Msituletee kutukawanyisha hapa Bumula. Sisi ni wakulima wa Kenya, we are very peaceful. Tunataka tufanye kazi na investor yoyote, lakini wewe uchunge mipaka yako. Ukiendelea ujue ya kwamba hautakuwa na nafasi hapa. Tunamwambia rais kweli, bwana rais, sisi tulishukuru tulishukuru kusainisha sugar board, lakini lakini hiyo sugar bill ikapata kupitishwa, na ni kwa sababu tulikuwa tunataka watu wa Bumula challenges ambayo walikuwa nayo ikapata kuwa solved.